lakini nie mmekuwa katika. Je, mmekuwa hapa wakati wote, viongozi wa Chadema wote. Mnaona hapa asilimia karibu themanini hapa ni watu wa Chadema. Wanatengwaje wakati wameshirikishwa katika kila hatua? Hakuna mtu yeyote aliyetengwa na hatutamtenga mtu yeyote. Nimesema huu msiba ni wa taifa. Huyu baba alihudumu na watu wengi, miaka yake tisini na tano amepita mbuga nyingi na kote, mwendo wake wa miaka tisini na tano alikuwa nafanya kazi na watu. Sasa leo dakika ya mwisho huwezi kusema sisi ndio special kuliko wengine, wengine wote hawana thamani. si kweli, si kweli. Kwa hiyo hao wanaandikwa kwenye mitandao, napenda kuamini sio viongozi wa Chadema, na nitasikitika sana kama kiongozi wa Chadema atatoka na umbea wa kipuuzi kama huo. Tutasikitika sana kama familia, tunataka tumlaze mzee wetu kwa heshima bila kuleta minyukano ambayo haina msingi katika kumwenzi mzee wetu. Sasa watu wanaotaka kuchafua msiba huu kwa kutoa taarifa za uongo, ni mambo ya kusikitisha sana. Mimi na mimi nasema binafsi, siamini kama kuna kiongozi wote wa Chadema ana ujasiri wa kusimama na kusema kwamba Chadema imetengwa, kwa sababu nimekuwa nao muda wote kuanzia mwanzo, tumewashirikisha. Hakuna kitu amepangiwa wa bila wao kuafiki, na viongozi wamekuwa na mazungumzo nao na hata viongozi wakuu wote tumekuwa na mazungumzo nao. Sasa mtu anayetoka kwenye mtandao anasema Chadema me imetengwa, kwa nini? Amepewa muda asubuhi, kuna atakaopata muda asubuhi, kuna atakaopata muda wa usiku, kuna atakaopata muda wa mchana, kuna makundi mengi. Sasa hatuwezi muda wote tukatenga kwa ajili ya taasisi moja, haiwezekani. Sasa hivi hivi ni mambo ambavyo kwa kweli yanasikitisha sana, lakini sisi tumeshapanga taratibu, nimesema umsiba ni wa watu wengi, watu wote huu msiba huji hapa kumtenga ama kumbagua mtu yote. Na wale ambao walifanya kazi kwa karibu sana na mzee, ikiwemo chama chetu cha Chadema, tunategemea wao ndio wawe mstari wa mbele kuwapokea wageni kuliko hata sisi wenyeji. Ninyi hata mkiwa na sherehe, wale wenyeji wanakuaga pembeni wanapokea wageni. Sasa wewe unataka wageni wa, wa, mtu anayeandika ni kwamba anataka wageni wasukumwe wa wafukuzwe wa ili wenyeji ndio wawe wenyewe wanashughuli wana yote? Haiwezekani jamani. Chadema ndio msiba wao, wako hapa. Unaona viongozi wamekaa kule, wanapanga, wanapokea viongozi, wanapokea makundi mbalimbali kutoka. Wakati wote tumekuwa nao nao tangu siku ya ya kwanza ya msiba, hatuna tunaamini tutakuwa nao mpaka dakika ya mwisho wa msiba. Huyu anaandika mtandaoni, huenda hata kufika hapa hajawahi kufika. Mambo ya kitoto na kijinga ambayo nisingetamani tu yatupotezee muda kuyajadili katikati ya msiba mzito kama huu. Uh, jeneza lake kwa sababu ni muasisi atafunikwa kwa heshima kama muasisi ama itatumikaje? Kwa mfano askari anapofariki mara nyingi yona, kuna zile heshima. Sasa jeneza lake linafunikwa na bendera ya chama ama inakuwaje ya? Yeah, of course hatuwezi kuacha ku, kufunika jeneza la Mzee Mtei na bendera ya Chadema, yule ni muasisi man. Kwa hiyo kuna nafasi ambako bendera ya, ya Chadema itakuwa kwenye jeneza lakini bendera haikai masaa yote 24 ni kwa ajili ya ile itifaki ilivyotengenezwa, lakini kwamba eti kuna kwamba haitapokewa kwamba Chadema uh, wasifunike jeneza lao. Actually, actually hata safari ya leo kwenda kumchukua Mzee Seliani tumeambia Chadema kwamba na viongozi nao waende kule. Watafika hapa tunategemea viongozi wa Chadema ndio watakaoingiza mwili wa baba ndani. Sasa mnataka mpewe heshima gani zaidi ya hiyo? Kama bado mnaona kwamba hamjatendewa, kimnataka mpewe heshima gani zaidi kwa hiyo msisikize mambo ya mitandaoni. Mambo ya mitandaoni mingi ni ya kujenga uchonganishi tu, na sisi hatutaki kugombana na mtu yeyote. Tunaiheshimu familia, tunaiheshimu chama chetu, tunaheshimu waombolezaji wengine wote. Kwenye misiba hakuna mwaliko, hakuna mwaliko. Ni watu wanaojisikia kutokana na vyoguswa na msiba ndio wanavyokuja kwenye msiba. Kwa hata kinaambia nani atakuja nani atakuja. Uenda wengine hata wanaokuja mimi siwajui hmm? Kuna wale official tawajua, lakini wale ambao wanatukimbilia wote wote mikono yetu iko kwa mikono miwili, tutawapokea makundi yote. Ndani hapa hapajaonekana bendera yoyote ya Chadema, labda ni utaratibu ama yani ndani hapa kwenye eh, nyumbani kwake? Nyumbani kwake ni wapi? Ndani hapa tulipo, kuna bendera yoyote kule? Barabara unapokewa na nini kule? Kule barabara unapokewa na bendera za chama gani? Ya Chadema. Tunazungumzia hapa ndani, naanguliza watu wote wamevaa uniform za nini? Tunazungumzia bendera. Ah, atoke kiongozi mmoja aseme mimi nimezuia kuweka bendera